Tunafahamu, kila baada ya wiki tano huwa tunakutana hapa hapo kwa ajili ya kuitoa Toyota IST kwenda kwa mshindi mmoja tu, yule mwenye bahati ambaye amebashiri kupitia PMbet na leo ndio ile siku nyingine ambapo wiki tano zimekamilika, wiki tano za moto, wiki tano za kuitafuta Toyota st. Lakini sio tu hivyo ni wiki tano za kuhakikisha unashinda pesa kwenye leaderboard ya Super Royal Sports. Karibu tena kwa ajili ya kumtafuta mshindi wa Toyota st kwa mara nyingine, tuweze kufahamu leo hii inaenda wapi? Kando ya ziwa, kusini, eh, kule visiwani huko kote tumeshafika, huko kote eh, watu wanaendelea kujishindia magari. Lakini na leo ni siku nyingine tena ya kufahamu gari itaenda wapi. Mimi naitwa Juste Julius, nitakuwa hapa kukuongozea kama kawaida draw ya siku hii ya leo nikiambatana na

Tuko vizuri, vizuri. Lakini, tuko, tuko vizuri, vizuri kabisa. mm. Tuko vyema kama unavyotuona, niko na niko na mwenzangu hapa kabisa. Niliusikia eh, eh, mna- mnajadili mm. kwamba leo wote ni mara ya kwanza kuwa kwenye draw kabisa. Najisikiaje nyinyi kutoa gari, yani, kuwa sehemu ya watu ambao wanatoa gari binafsi mm -hmm. Mimi mikono nachelewa inaniwasha yani, naona nachelewa yani na, vinachelewa na, Eh, ni siku ambayo kwanza ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu unajua eh? Mm, eh. Eh, yani watu hivi sasa wote sasa hivi macho kwenye screen ya chochote, yes. Kile ambacho wanatumia mm. Kutuangalia kwa hiyo cha muhimu ni waendelee kukaa na sisi kwa kabisa. Sababu leo mm. tunamtangaza mmiliki mpya mm -hmm. mm -hmm. wa gari mjini yes. Eh, yani leo kuna mtu kwa mara ya kwanza anaenda kupiga honi... kabisa. Lakini <laughs> <laughs> <laughs> kama mnavyofahamu utaratibu huu umefanyika kwa wiki tano. Katika wiki tano zote hizi mm -hmm. wiki ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne pamoja na ya tano. Hawa tu sio washindi ambao wanashindania Toyota SC, lakini ni washindi ambao walishashinda tena kwenye leaderboard ya Super Sport. Tunafahamu kila wiki washindi mia moja kutoka kwenye leaderboard wanajishindia pesa taslimu, lakini wale washindi thelathini wa kwanza ndio hawa wanaochukuliwa kwa ajili ya kuja kuchezesha kwenye draw, ikimaanisha pia hao ndio walishinda pesa nyingi zaidi kwenye mikeka yao, kwa sababu mm, hawe pale juu mm. kwa bahati mbaya, mbaya. Ina maana huyu mtu tayari bahati anayo mm, ameshatengeneza mikeka mingi na mikeka ikatiki akashinda pesa kama kawaida kila wiki, alafu leo hii tumekuja kumkuta hapa kwenye, uh, hii draw ya super yeah, royal sports. Wow. Washinde thelathini katika wiki mm, tano, wote wako hapa, anasakiwa mm, mmoja tu hapo. Mmoja tu. <laughs> <laughs> mm, nasema kuna Mungu na masela alafu mm, kuna Mungu na bahati. Kabisa. Mm. Kabisa. Na, na na nimesikiliza vizuri, nimegundua hii ndio ile maana halisi kwamba unashinda alafu unashinda tena, mwenye nacho anaongezewa. Na ukifanya tafiti za hapa na pale kwa ufupi tu ehe, utagundua PMbet hmm, ndo kampuni pekee ya kubashiri ambayo ina hii hapa option mm, kwamba unashinda alafu mm, wanakusogeza kushinda, unashinda tena, tena. Yeah. Yani, unashinda fedha alafu wanakuambia fedha situmekupa endesha na gari, hapa katikati hapo anakuwa anakuandaa we na pesa za mafuta, alafu wanakuja kupa gari. Kuna share mafuta, bima. Sasa uzuri pia mbeche ewatu wanawafanyia unavyokabidhiwa eh, yani eh -huh. Gari lako litakuwa limeshasajiliwa kila, kila, kila. Kwa hiyo eh -huh. Kazi yako ni kukanyaga ya mafuta tu na kuendeshasindunajua no yani. eh, <laughs> <laughs> Una, kuna kipindi ambacho unaona kabisa wateja wa PMBet. Eh. Wana enjoy alafu wanafaidi mno mm -hmm. Ukilinganisha na maeneo mengine kwa sababu kwanza option ambazo mm. zinakuwezesha wewe yeah. kuwa mshindi zipo nyingi, <laughs> lakini kinachonifurahisha zaidi ambacho nitakisema mara kwa mara mm -hmm. ni kwamba unashinda alafu unasogezwa tena kwenye kushinda eh, eh. tena of course, yeah. Yeah. Lakini natakiwa ufahamu ya kwamba wazungu mm -hmm. umegusia kuhusiana na option, eh? yes. na kuna options mpya mm. ambazo hizi zimeongezwa siku si nyingi sana, takriban mwezi mmoja nyuma. Hizo option mpya ndo zimeongezwa, na hii option hii inaitwa one up pamoja na second up, second up. Option hizi mbili mm. zinakufanya wewe kutengeneza mkeka wako kwa kusema kwamba huu mkeka wangu mimi ninautengeneza kwenye mechi hii ya Simba na Yanga, mm. eh, Simba kuna wakati ataongoza kwa magoli mawili mm -hmm, au na Africans kuna wakati ataongoza kwa magoli mawili mm -hmm. na ikitokea basi eh, kuna wakati Simba ameongoza kwa magoli mawili mm -hmm, au Yanga ameongoza kwa magoli mawili au goli moja maana mm -hmm. kuna wana, wewe tu hiyo ijalishi hiyo hata leo mchana, mimi mii nilikuwa nimeweka option kwenye game ya Japan mm. ambao walikuwa wanacheza na, na gari <laughs> <laughs> sasa kuna saa Japani anaongoza mbili bila, yeah. Wale gana India wako hivi eh. lakini <laughs> saa nyingi mechi <laughs> ah, mechi ya kirafiki mechi ya kirafiki ya mataifa ngome imepigwa leo saa saba <laughs> uh, yeah. Japani ikashinda mbili, uh, lakini ukiangalia matokeo uh, utaona kama Japani ikashinda kiraisi uh, uh, yeah. Ila kuna wakati anaongoza mbili bila uh, uh, ila wale jana walikuwa wanakuja hivi, ila mimi kwenye PMbet saa nyingi mzigo unasoma option mpya. Ndoma mazuri ya bwana, tuko live kupitia YouTube channel ya PM TV, lakini vile vile tuko live kupitia Facebook ya PMbet na Instagram ya PM bet. Huu ndio ule wakati ambao wote tulikuwa tunausubiria. Tunasubiri kwa hamu. Huu ndio ule wakati. Attention, ladies and gentlemen. Kama kuna watu walinisikiliza mchana, mimi nilikuwa nimeingia kwenye kipindi PMTV, nilikuwa mm. nawasitiza mm. ule muda ule muda wa jioni mpaka kufika saa moja, mm -hmm. watu wachaji simu mm -hmm ili inapofika muda wa dro mm. isije unapigiwa simu imezimikayani yeah, uh, sijui <laughs> utajitetea uta, vipi kwamba kwa hapa namba inaokotwa ID namba inasomwa eh. ID namba ni yangula simu inapigwa upatikani, lakini vigezo na masharti kuzingatiwa, kuzingatiwa. Hmm. Kwa kupigia simu l mm -hmm. Mbayo atapatikana ndo atakuwa mshindi wetu. Asiyapatikana, basi sisi tunasema yes. Hapo hey, yeah. hey, yeah. mm -hmm. Ni kama tenesi yani. Zungu mimi nikukaribishe hapa. Wow. ili mm -hmm. uh, uje ufanye lile jukumu ambalo PMbet alikuamini wakasema kama influencer wetu, basi mm -hmm. kwa siku ya leo atakuwa hapa kwa ajili ya kutuwakilisha sisi ili tuweze kumpa

moja anatakiwa hio <laughs> ilivyo agana hey. Matairi, niambie mama, tunafanyaje sasa? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ili watu wasije akasema Bwana Zungu alienda na kadi yake Uh -huh. Eh, kabisa. Sasa mimi nitaanza kuchanganya, sawa, ili kuondoa dauti zozote alafu we utamalizia na kisha kuokota kadi yako lete mshindi lete mshindi lete mm -hmm. mshindi eh uh -huh. inachanganua mambo mm, no, no, ina anachanganua no, no, anatafutwa miliki <laughs> mpya wa gari kabisa. mm -hmm. Eh, nah, eh, nah eh, kabisa na naona hapo umepita kusini. uh -huh. Kaskazini mashariki oh, magharibi. uh -huh. Mpaka katikati na mi nakoroga tena, unaona bwana anatafuta mwenye bahati yake mjini kutokea. uh -huh.

Anaingiza mkono pale kwa mara ya kwanza, mkono unakataa, mkono unajaribu kupenya, na mara ya tatu anatafuta mtu mmoja huku chini chini pale, pana huyu hapa, ndiye ambaye ni mshindi wetu. Sasa ni nani hapo, Rozi? Sasa watu wanatakiwa wafahamu hizi kadi zote hizi, mm, ziko tuionyeshe. Hizi kwanza, upande huu unaweza ukaona, kuna kuna hii kama ya kubania ile mm ukaona pia upande uh huu maana yake, huwezi kufungua kwa sababu mpaka utoe. Na mimi nilinyosha mikono juu, mwendo wa mateatangaaenarudi na kadi yangu. Gari la mtu ilibeshika usafiri wa mtu hapa. Mimi niomba nikukabidhi simu bana, mimi ngoja nikafungue. Akataa, tuone kilichopo ndani yake, shughuli imeisha, shughuli imekwisha mimi mwenyewe nimeona namba, lakini moyo wangu unaenda viti yule ambaye anatuangalia sasa hivi kutokea kwenye PMTV hmm. hapana shaka atakuwa na shauku ya kutosha ya kutaka kuangalia. Sasa mimi nitataja -hmm. ID namba yes. kabla ya kutaja namba ya simu mo tutataja namba nne za kwanza pamoja mm -hmm. na mbili za mwisho yes. then tutaenda kumpigia simu alafu tumsikie mm -hmm. Mm -hmm. mshindi wetu mm -hmm wa gari uh -huh. aina ya IST uh -huh. kupitia uh -huh. Super Royal Win Super, Super Royal Sports, Super Royal Sports. Super Royal Sports. Uh -huh. ya PM Bet uh -huh. ni mwenye ID uh -huh. namba 8 nne mbili tatu. Narudia tena uh-huh. nane, tano, nane tano, tisa nne mbili tatu. Hongera nyingi sana Hey, chuma, yeah. Yeah. Uh -huh. Nah. Mm, mm. Zile nne za mwanzo na mbili za mwisho eh, sindio eh? Mteja ambaye amefanikiwa kuibuka na ushindi, mm -hmm. Mm -hmm. Ni mwenye namba ya simu sifuri sita mbili nane tano. Namba yake inaanzia na sifuri sita mbili nane tano alafu inaishiwa na mbili moja mbili moja. Yes, tuwaonyeshe namba, namba, namba ya ile ID ambayo imeandikwa pia wina na ID, namba yake inaonekana hiyo.

bana mtandao una unatafuta sasa pale.

Hey, mwenye bahati ujie. mm -hmm. Mwenye bahati yake unaambiwa, yeah, yeah, yeah. Kuna msemo wa Kiswahili unasema, riziki ya mwenzako usiilalie. mm -hmm. Ndoo haya sasa. mm -hmm. Kuna riziki ya mtu iko hapa inatafutwa kwa udi na uvumba kutokea bwana, ah. Mimi nazungusha zungusha. Ukiiruhusu nazungusha Zungu. Mara tatu ya, ya kwanza, kwanza? Ya okay. ya ya pili ya ya tatu pale okay. Ah, sasa. Sasa hivi unaingia na mbinu gani, mimi? Sasa, maana ile ilinishtua. Sasa hivi. Sasa hivi naingia inaitwa moja bila, yaani kusita, gari la mtu litachukuliwa. Naam, unaniruhusu nifanye hivyo eh, nifanya hivyo. Ingia pale hivi ka ni yeah, nani <laughs> wacha tusubiri <laughs> tuweze kufahamu na kuona mm. Mara baada ya kwanza kuto kupatikana mm. Huyu, uh, huyu bahati, bwana <laughs> tumweke pembeni. Eh, eh, na, na riziki mafungu saba mm. Inawezekana la kwake lilikuwa <laughs> <laughs> eh, la sita endelee <laughs> eh, kupambana na kuja <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>

ID namba. Sasa namba ya simu, kama kawaida, tunataja mbili za mwisho na zile za kwanza. Namba zake za kwanza ni sifuri sita nane saba. Okay, sifuri sita nane saba. Namba zake mbili za mwisho tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Nane oh. Na nane tukionyesha eh, mm -hmm. ID. ID, ID number ndio yes. Hii hapa huyu ni mtu wa pili, sasa mara baada ya wa kwanza kupishana na ngani sasa tuone kama naye bahati eh, eh. Ipo ama yeah. Haipo macho hmm. Kwa mama B ndio eh, <laughs> fanya namna hapo tuweze kuona huyu naye kitakuwaje, lakini pia anatoka pande zipi za Tanzania. Nimemaliza? hakikisha ndio yenyewe. Umemaliza? Mambo tuko vizuri, natafuta pale gari ni mtu atakaeshinda ile mara ya kwanza, tena hapatikani. Naomba tujaribu mara ya pili tuweze kuona, yani gari alitoki kizembe mama, mara ya pili tujaribu tena kwa mara ya tatu ili tuweze kuona tena, pengine safari hii akapatikana, akapatikana. Huyu ni wa pili. Mimi ngoja niwaambie, kwa sababu hii yote ni, uh -huh. Ni mara ya kwanza kufanya hey. Mtu kutopatikana hey. Imeshawahi kutokea okay. Mara kadhaa wow. Lakini wawili ndo mara ya kwanza, mara ya kwanza wawili wakiwapatikani Gari linatafutwa ah. <laughs> kabisa hiyo hiyo hiyo hiyo basi nayo. tunarudia zoezi. Sasa hivi. E, tunarudia. Tunachangana tuna tena. Eh, kwa mimi nafanya tu kifupi. Ndio. Eh, e, bana si mchezo ah, e, uki, la <laughs> <Tuna, laughs> mm. Eh ukisikia riziki mafungu saba. Kuna gari linatafuta kuchangana, nimemaliza. Eh twende kwa mara ya kwanza. Namwona yule pale na pale ipo oh. <laughs> <laughs> <laughs> Yes. Sildi kabisa hey. Kama kawaida sasa tunaenda kuifungua hey, yes. tuweze tule kuona tena atapatikana hey, na atakuwa anatokea maeneo yapi hasa ya nchi hii ya Tanzania itakuwa e, bara au pengine visiwani na visiwani um, eh, um, sio Zanzibar, pengine Ukerewe kabisa <laughs> <ta>. <laughs> pengine tan, tan, tan, tan. Uh, sasa uh -huh. mabibi na mabwana uh -huh. mshindi wa gari ni mwenye namba saba, nane. Saba, nane. Saba, nane. nane tatu nane nane nne Narudia nane, nane. Na tena ID namba eh. Ndio uh -huh, yani sabini na nane themanini na, na tatu themanini na nne namba Ongera sana, na tunatumaini unatuangalia yeah, yeah, na sasa hivi unatabasamu na umeanza kuvimba yeah. <laughs> Sasa kwenye namba za simu yeah, namba zake zinaanziwa na 0612 0612, mm -hmm. mm -hmm. uh -huh. na kuishiwa na 98 98, tunakwenda kumpigia sasa <laughs> tuweze kumsikia Kumbuka huyu ni mtu wa tatu, ehe, ama kwa hakika, leo, si mchezo. Mimi nimemaliza. Hakikisha kwa mara ya kwanza na ya mwisho. Ndio ndio, ndio, ndio ndio, tuko vizuri, tuko vizuri. Mimi nabonyeza, ehe, anatafutwa ni mwamba ama atakuwa bibia siat Hey. Apa. <laughs> <laughs> Na simu yake inaita sasa, huyu uh, oh, mshindi wetu wa siku lialeo. Habari za usiku. Mimi mm, naitwa Kelvin Raphael maarufu kama Zungu, ninatokea PMbet. Mambo vipi? naitwa Kelvin Raphael maarufu kama Zungu natokea PMbet, na kupigia simu moja kwa moja na sasahivi unaonekana kwenye PMTV. Mm, as, as, as, as, as, as, Mas, sasa wewe unaitwa nani? Tunazungumza na nani kwanza? unatokea wapi? Kakola Kahama, Kahama. Tuambie mm -hmm. Ah, unashiriki kubashiri na PMbet? unashiriki una kupitia michezo gani? We unapumua bado, unapumua <laughs> unamsubiri, unamsubiri nani na nani? Ah, ile tunaita training ya kimataifa yani 15, 15, 16. Mzee we, wewe. <laughs> Tuambie tu, tu, tu unapenda kucheza michezo gani na michezo gani zaidi? Ayii, mimi mean, napenda kucheza kucheza hizo me- me- mechi na na na, na zile, ile kazino huwa cheza, okay, cheza. mmhm <coughs> Sasa bwana, muulize muulize kwanza, mkeka, mkeka wake huo ukitiki, unatoa shingapi mkeka wako huo ambao umeweka tren hilo <laughs> la timu nyingi za kimataifa, unasubiri shingapi na umeweka dau la kiasi gani? nasubiria <coughs> <Yeah. tos> laki nne na thelathini, nimeweka elfu sabini.

Hivi ah, umeshawahi kumiliki usafiri wowote katika maisha yako? Ya, labda baskeli hivi, pikipiki, gari huko ulipo, baskeli, kama kama zote <laughs> gari pengine, gari gari gari uliota pengine. Sasa mimi nataka nikuambie nikumbushe tena majina yako Anton. Anton. Anton Constantin Malale. Sasa, Bwana Anton Constantin Malale ndoto hmm. yako imetimia hmm. na kwa heshima na taadhima tunaomba tukutangaze kwamba wewe ndiye mshindi wetu hmm. wa gari aina ya IST hmm. katika promotion yetu ya Super, Super Royal Sports. Super Royal Sports. Yeah. Oh, oh. Unasemaje? una, una bwana Anton, bwana Anton, wow, wow, wow. na, na, na umekuwa ukitumia okay, okay kubashiri na PMbet kwa muda gani? Wow. Wow. Wow. Wow. Hatimaye wow, leo umeonekaniwa <laughs> na wewe ndo mshindi wetu wa gari unawaambiaje wachezaji wenzako wa, wa PMbet na yeyote yule ambaye anakutazama sahivi kutokea PM TV. Una leseni sasa, una leseni ya kuendesha gari au utatafuta dereva? Sasa inabidi utafute dereva bana, au utajifunza basi, tafuta leseni bana. Utapigiwa simu na namba yako hapa tayari tunayo, ili kupewa maelekezo zaidi jinsi gani ambavyo utakabidhiwa mchuma wako aka gari bana. Hongera sana umeoa. Eh, shangwe. Nderemo. Hajaamini. Raha. Una <laughs> <Leto uaba. laughs> <laughs> <laughs> okay, yes, raha na raha. Huyu anasikia raha. Kumpa gari mtu ambaye hey, anakuambia mimi ndoto yangu ilikuwa ni kumiliki gari. Ana baskeli tu. Ana baskeli. Na baskeli za Shinyanga unazijua zile. Zile zinaitwa Phoenix zile. Eh.

naamini utakuwa ni usiku mzuri sana kwa Antony lakini kwa wewe pia ambaye upo humu. Uh, fahamu tu wewe tayari ni mshindi kama vile ambavyo tayari ulishashinda pesa nyingi sana kupitia uh, kwenye leaderboard ya Super Royal Sports. Lakini always tunasema magari yapo mengi, lililotoka leo

Kwenye USSD namba ya nyota moja nne tisa nyota mbili tatu alama ya reli fahamu, ukicheza kwenye hiyo namba una nafasi ya kushinda Toyota ST, kama vile ambavyo ameshinda Anthony leo hii, lakini ukicheza pia kwenye website ambayo ni www.pmbet.co.tz na wewe pia nafasi unayo sawia na yule ambaye amecheza kwenye USSD. Muhimu ni kucheza mara nyingi zaidi, muhimu ni kuhakikisha mikeka yako inatiki kwa, kwa wingi zaidi. Mimi napendaga mm. kusema mm. Tengeneza mwingine. Mm. Mm. Shusha vitu. Sasa so, so, no, no, unajua uh, nini huu kama mfumo Anthony baba mwenye gari <laughs>

<laughs> oh, okay. so chea ongera sana kwa pa... Anton ongera yes, hey. sana kwake lakini sisi tunamaliza shughuli hii tukikuambia mm -hmm. pia ya kwamba magari yapo, cheza kupitia website ya PMbet na kujua SSD namba, alafu tutakutana tena baada ya wiki tano. Nilikuwa na zungu leo hii nabetha nah. yeah. mm -hmm ambao hawa wawili leo hii walitutolea washindi wawili hawa hawa hapa, ambao hawajapatikana. Tutakutana tena baada ya wiki tano zijazo kwenye Super Sports ya PM Bet. Siku mwema.